Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Kipalapala Seminary Online TV. Kila ifikapo tarehe ya 25 mwezi Machi, kanisa ulimwenguni kote inaadhimisha sherehe ya kupashwa habari Bikira Maria, habari ya kumzaa Bwana. Na ni vizuri sasa sisi tutumie fursa hii kuelezea sherehe hii maana yake ni pendwa sherehe hii, kama tunavyofahamu, kila tarehe ya 25 mwezi Disemba tunaadhimisha kuzaliwa kwa Bwana, yaani Noeli. Sasa huyu Kristo Bwana tunayemwadhimisha tarehe hiyo, kabla hajazaliwa alikaa ndani ya tumbo la mama yake Bikira Maria kwa muda wa miezi tisa kama watoto wengine. Lakini kabla hajakaa ndani ya tumbo hilo, maana yake kabla Bikira Maria hajabeba mimba, Mungu alimwambia kwamba wewe nimekutewa kwa kazi hii ya kuweza kufanya hili jukumu la kunizaa ili naweze kuwakomboa wanadamu. Hasa hiki kitendo cha marika Gabrieli kumletea huu jumbe Bikira Maria ndicho kinachoitwa kupashwa habari Bikira Maria ya kumzaa Bwana na ndicho tunachokiadhimisha tarehe ya 25 mwezi Machi. Umuhimu wa sherehe hii tunayoona katika mambo matatu. Kwanza, sherehe hii inatuthibitishia ukweli kwamba Yesu alikaa ndani ya tumbo la mamake kwa miezi tisa kama watoto wengine na hakuzaliwa akiwa mtoto njiti kama wengine wanavyodhani wanaposoma Injili ya Luka sura ya kwanza aya 26 kwamba mwezi wa sita marika Gabrieli alimfuata Bikira Maria akampasha habari hii. Sasa mwezi wa sita unaozungumzwa pale ni mwezi wa sita wa Yohane Mbatizaji kuwa ndani ya tumbo la mama yake Elizabeti maana yake wakati Bikira Maria anapashwa habari ya kumzaa Bwana, Yohane tayari alikuwa ni mtoto yani, mimba yenye ya miezi sita ndani ya tumbo la mama yake. Na ili uelewe kuhusu hili vizuri, ukasoma injili yote ya Luka sura ya kwanza aya ya kwanza hadi aya ya ishirini na sita. Lakini pia suala la pili, sherehe hii inatufanya sisi tukiri hulka zote mbili za Yesu Kristo kwamba Yesu kweli alikuwa ni Mungu na ni Mungu, lakini pia ni mwanadamu. Lakini pia swala la tatu, sherehe hii inatufanya sisi tukiri na kukubali mpango wa Mungu unaokuwa kwetu kwa kusema kama mama Bikira Maria kwamba na iwe kwangu kama ulivyonena, kwa sababu sisi wanadamu wakati mwingine una, tunakuwa na kishawishi cha ukataa yale mambo ambayo Mungu anataka tuyafanye. Sasa sherehe hii inatuarika kwamba yale ambayo Mungu ametupangia sisi, tuweze kuwa tayari kuyatekeleza kama tunavyopaswa kuyatenda kama mama Bikira Maria. Wapendwa, kweli kulikuwa na umuhimu wa Yesu huyu aliye Mungu kuja kwetu, kuzaliwa na kuwa mtu ili aweze kutukomboa. Kwa sababu gani? Paulo Mtume anapoandika waraka wake kwa Warumi sura ya tano aya ya 12 anasema kwamba kwa njia ya mwanadamu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Dhambi hii anayoizungumza ni ile dhambi ya asili ambayo sisi tuliirithi kwa kosa la wazazi wetu Adamu na Eva. Wakati wa uumbaji, Mungu alikuwa amemzawadia Adamu zawadi maalum za utakatifu na haki ya asili. Katekisi ya Kanisa Katoliki na mamia na nne inaeleza kwamba Adamu alikuwa amepewa hizi zawadi sio kwa ajili yake tu, bali kwa ajili ya wanadamu wote, kwa sababu yeye ndiyo baba wa wanadamu wote. Sasa kwa tendo lake la kutenda dhambi, maana yake alinyang'anywa zawadi hizi, na kwa sababu ya kunyang'anywa za, za, zawadi hizi, basi ndipo wanadamu sasa unakumbana na matatizo kama magonjwa, mateso, ujinga, nguvu na maelekeo ya kifo. Maana yake kama ni kuona ni sana kusema kwamba macho yetu yamejeruhika kiasi kwamba hayawezi kuona vizuri, hivyo basi tunahitaji daktari aje atutibu. sasa Mungu alianza kupanga kwamba kwa sababu wazazi wetu wameanguka lazima apatikane atakayeweza kuja kutunyanyua tena. Na katika ile injili ya kwanza protoevangelium, inayosemwa katika Mwanzo tatu aya ya 15, Mungu anamwambia Eva, kwamba nitaweka wadui kati yako na huyu mwanamke, anamwambia anyoka, kwamba nitaweka wadui kati yako na huyu mwanamke, kati ya uzao wako na uzao wake. Sasa wakati ulivyotimia kama tunavyosoma katika waraka kwa Galatia sura ya 4 aya ya 4 wakati ulipotimia basi Mungu huyu alizaliwa ndiye Yesu Kristo akazaliwa na mwanamke lakini huyu mwanamke sasa ndio huyu Bikira Maria ambaye tunamzungumza katika sherehe ya leo kwa kweli tusingeweza kujikomboa kama tusingelikombolewa hivyo basi tulihitaji kukombolewa sisi wanadamu kwa sababu dhambi ya asili tuliyoirithi kwa wazazi wetu ilitufanya tuwe kama pikipiki ambayo plagi yake imeharibika. Plagi ya pikipiki kama imeharibika, pikipiki haiwezi kufanya kazi, haiwezi kuwaka. Sasa ili ile pikipiki iweze kuitengeneza, utahitaji kufanya mambo mawili. Kitu cha kwanza, lazima plagi mpya ipatikane, na hiyo plagi itoke nje ya pikipiki, maana yake itoke nje ije kwa ajili ya utengenezaji wa pikipiki. Lakini pia jambo la pili, lazima matengenezo ya ile pikipiki yafanyike ndani kwamba ile plagi sasa iwekwe ndani ya pikipiki, matengenezo yafanyike ndani ya pikipiki. Kwa hiyo basi, sisi wanadamu sasa tulihitaji vitu viwili, kwamba mkombozi wetu atoke nje yetu, ambaye hana majeraha kama yale ambayo tunayo sisi, lakini atakapokuja utengenezaji sasa ufanyike ndani yetu sisi, ambao tuna majeraha, kwa sababu tumeharibiwa sasa huyu mkombozi aliyepaswa kuja hakupaswa kuwa mwanadamu, kwa sababu angekuwa mwanadamu tu angekuwa ni ovu kama sisi, kwa sababu angekuwa na ile dhambi ya asili. Sasa isingekuwa ni rahisi kipofu kumwongoza kipofu mwenzake, sisi tusingeweza kukomborewa. Ndio maana sasa yeye aliye nafsi ya pili ya Mungu katika watatu mtakatifu akaja kwetu, yani Mungu aje kutukomboa, lakini katika kigezo hiki cha pili tulichosema kwamba lazima huyu sasa aliyekuja aliyekuja, matengenezo yafanyike ndani yetu, maana yake lazima, ilikuwa ni lazima pia atwaye ubinadamu wetu, kwa sababu angekuwa Mungu tu, maana yake angekuwa mbali sana na wanadamu kiasi kwamba asingeweza kuwa na uhusiano wetu wa karibu, na asingeweza kutukarabati. Ni sawa na kusema kwamba daktari anayetaka kuatibu waathirika wa sigara, ili aweze kuatibu lazima aunde urafiki nao lakini pasipo kuathiriwa na sigara. Kwa hiyo Mungu alipaswa pia achukue wanadamu ili awe karibu na sisi, awe na sifa zote, awe na, awe na umungu ili aweze kulipa deni kwa Mungu kwa sababu sisi tulikuwa tunadaiwa deni tusiliweza kulilipa, lakini pia alipaswa awe mwanadamu ili pia awe astahili kuwalipia deni hawa watu ambao wameharibika. Na ndiyo maana sasa Yesu akaja akawa na huruka zote, huruka ya kimungu na ya kibinadamu. Kwa hiyo akatwaa mwili sasa ili aweze kuwa mwanadamu na akaweza kuzaliwa, na ndiyo maana ya Noeli, ndiyo maana ya Christmas kwamba Mungu anachukua mwili anakaa kwetu. Kwa kweli, kitendo cha Mungu kuchukua mwili kuwa Mungu mtu, ambacho ndicho kilichofanyika siku ile kule Bethlehemu ya Uyahudi, ambapo huyu Mungu alionekana kwanza kwa wachungaji, lakini akaonekana kwa mamajusi, huku malaika wakimwimbia Gloria in excelsis Deo. Huyu Mungu aliyeonekana alikuwa amezaliwa na mwanamke. Huyu mwanamke ambaye ndiye mama Bikira Maria alikuwa amepashwa habari. Sasa kabla hajabeba mimba, alipashwa habari kama tulivyosema. Mazingira ya kupashwa habari yalikuwa hivi: malaika Gabrieli alimtokea Bikira Maria akiwa katika sala na haya tunayaona katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya ishirini na sita hadi 38. Tutaona mazungumzo kati ya malaika Gabrieli na Bikira Maria alipotokea. Yaani mazungumzo waliyozungumza ni sawa na kusema kwamba malaika alimwambia, wewe mwanamke, wewe binti, Mungu amekuteua, amekuona unafaa, akujaza neema. Sasa anaomba wewe ukubali awe ndani ya tumbo lako umpatie sehemu ya mwili wako uweze kumzaa. Utakapomzaa utakuwa mama wa Mungu, lakini huyu Mungu atakuwa na jukumu la kuwakomboa wanadamu akiwa ni Mungu na mtu. Je, uko tayari? Mama huyu Bikira Maria japo hakuelewa vizuri, jibu la mwisho ni sawa na kwamba alisema, mimi nitakataaje wito wa Mungu? Mimi ni nani? Kwa sababu mimi ni mali ya Mungu, nitaanzaje kumkatalia Eche anchi la domini fiati mih sekundumu velubumtumu, na iwe kwangu kama ulivyosema. Na hapo sasa neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukawona utukufu wake. Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kumi na nne. Kitendo cha neno kufanyika mwili ndiyo sasa kutungwa mimba kwa Yesu na akaja kuzaliwa na kwa kweli sherehe hii manake, ile siku tu Bikira Maria alivyosema kwamba mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyonena, hapo hapo akapata mimba. Kwa hiyo manake Bikira Maria y leo tunasherehekea tuna, tuna, tuna pia kitendo cha yeye kutwaa mimba ili aweze kumzaa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kweli tunaiishi sherehe hii kwanza kabisa kwa kukubali kuwa huu ni utimilifu wa utabiri wa manabii kwa namna ya pekee manabii wengi walitabiri kwamba haya mambo yatakuja kutokea. Kwa mfano, Isaya miaka mia saba kabla ya tukio la bikira Maria ya kupashwa habari alitabiri kwamba, tazama, bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana naye atamwita Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 7 aya ya 14. Hivyo basi ni uhalisia wa kile ambacho Mungu alikuwa amekiahidi na manabii wakakitabiri. Lakini pia tunaishi sherehe hii kwa kukiri fumbo hili la neno kumwilishwa, yani Mungu kutwaa mwili, Mungu nafsi ya pili kutwaa mwili. Na tunakiri kwa kuishi hili fumbo kila siku. Kanisa kwa namna ya pekee inasali sala ya malaika wa Bwana mara tatu kwa siku. Na katika ile malaika wa Bwana tunakiri fumbo la huyu neno kutwaa mwili. Na sasa tunapokiri hili neno, tunaendelea kumuomba huyu Kristo aliyekubali kutwaa mwili atusaidie sisi tuweze kuushiriki ufufuko wake kwa neema yake. Pia tunamuomba Mungu atusaidie tuweze kumwona uso kwa uso huyu mama aliyepewa habari ya kumzaa Mungu naye akaikubali kwa moyo mnyofu bila kusita sita na hapu, kwa kweli hapo tutamwona tutakapokuwa tumefika.